Ndo tipsi hizi, ndo tipsi za kuzingatia unapoingia kuoga. Ndugu yangu, unapoingia kuoga, basi ya mzingatia yafuatayo. Kitu namba moja cha kuzingatia, basi ah, chokonoa au osha matundu matundu yako ya pua. Wengi wao wazioshi pua zao, unakuta zinatoa, haziko vizuri kiafya. Unakuta kama makamasi, makamasi anakuwa anatoka, lakini ah, chokonoa osha. Pia ahesafisha mikunjo ya masikio, masikio yako hakikisha unayasafisha vizuri, lakini pia ondoa matongotongo machoni. Ushaona mtu anatoka kutoka kuoga, alafu matongotongo yapo. Lakini pia safisha uh, vizuri kwapa na sehemu za siri. Hizo ni sehemu ambazo unatakiwa kuzisafisha vizuri, ili kuondoa ile harufu uh, mbaya. Lakini pia tawaza na safisha vizuri vidaka ushuzi. Vidaka ushuzi, yani especially kwa mwanaume. Kama ujui vidaka ushuzi, tuambie hapo chini na sisi tutakuelezea ni nini. Lakini pia safisha kucha na vidole. Hakikisha unasafisha kucha zako vizuri na vidole, na kucha zako zisiwe ndefu, ziwe fupi. Safisha vizuri na mwisho piga mswaki vizuri, sio unakutana na mtu unatema cheche. Tuambie, kingine ni kitu gani cha kufanya cha kuzingatia unapoingia kuoga?